Ikiwa ni siku nyingine ya mapambazuko leo, tunakuja na tafakari nyingine inayosema dhambi ya dhihaka itawafanya wengi kukosa uzima wa milele. Hapa ndipo ilipo tafakari yetu leo, dhambi ya dhihaka, dhambi ya dhihaka. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya sita nalee fungu la saba, neno la Mungu linasema Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema. Ukweli ni kwamba chochote tutakachokipanda ndicho tutakachovuna, ikiwa ni wema, ikiwa ni uovu. Tusaidie kupanda wema ili tuje tuvune wema na uzima wa milele kwa jina la Yesu, amen. Dhihaka ni kuyapuuza maneno ya Mungu ukiwa unajua ni yapi madhara, ukiwa unajua ni madhara gani yatatoka humo ndani. Ni kukataa wazi ukweli wa neno la Mungu ukiwa unajua kabisa neno hili ndilo uzima, ila kwa sababu ya kudhihaki, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya kupuuza, kwa sababu ya kudharau, unaiacha kweli na kugeukia hadithi za uongo, hadithi zidanganyazo. Matokeo yake unaji, unaji, unakuja kujikuta umelikataa neno la Mungu la kweli na kubaki katika tamaa zako. Dhihaka sasa tunajifunza habari ya watu waliowahi kudhihaki. Najua kudhihaki pia katika eneo lingine ni kutukana, kukataa sauti ya Mungu inapokuita, unakataa kwa makusudi ili kutimiza tamaa zako mwenyewe. Dhihaka, wengi wataikosa mbingu si kwa sababu ya chochote, ila kwa sababu ya kudhihaki ukweli wa Mungu, kudhihaki watumishi wa Mungu wa kweli. Dhihaka leo, neno la Mungu linapohubiriwa, watu wana dhihaki. Huyu anatatuambia nini? Huyu mtoto wa jana, huyu ana nini huyu? Huyu tu mwenyewe amekuwa tunamuona kwenye hili kanisa, ana kipi cha kutuambia huyu? Mimi nina miaka hamsini ya, ya, ya, ya ushirika wa kanisa humu ndani humu. Huyu huyu mtoto tu huyu, kijana wa juzi, ana nini huyu? na hata wengine wakati mwingine wanalipuuza neno la Mungu kwa kuwa anayelihubiri hana elimu, wanakwambia elimu yake mwenyewe ni darasa la saba, sisi tuna ma PhD anatuhubiri nini huyu, njaa tu zinamsumbua huyu. Sasa sikiliza, kinachokuja leo na kinachoendelea ni, ni, ni kinatimiza unabii tu, maana yamekuwepo tangu mwanzo, viaka hazijaanza leo. Yesu mwenyewe akiwa na ubiri aliambiwa ya kwamba anena mambo gani haya ya makufuru? Aliitwa mtu aliyekufuru, ili hali alikuwa anaongea ukweli wa neno la Mungu. Ndicho kinachoendelea katika dunia ya leo viaka, watu kutanguliza vyeo vyao badala ya kunyenyekea, wakimtanguliza Mungu, watu kutanguliza pesa zao badala ya kumtanguliza Mungu katika mali walizonazo na wengine wakifikiri ya kwamba kwa mali walizonazo wa zinaweza kuwaokoa, lakini wanasahau ya kwamba muda si mbali, saa itafika, mali tunazojivunia leo, zinazopelekea kuwa na kiburi, tukalidhihaki na kulidharau neno la Mungu, zitatoweka. Na ikiwa zitatoweka, kila mmoja atabaki kutafuta wokovu wa roho yake. Yawezekana wengine wakati huu ukafika, lakini wakiwa wamechelewa. Swali ni hili, unaishije katika wakati huu wavuguvugu la habari ya mambo ya kiroho. Wewe kama Mkristo umesimamaje katika wakati huu? Dhihaka, dhihaka imepelekea watu kutolipata neno la Mungu kikamilifu, kwa sababu ya kulidharau, kwa sababu ya kulidhihaki, wakifikiria ya kwamba kinachosemwa katika neno la Mungu ni uongo. Lakini neno la Mungu linasema Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukweli ni kwamba saa ya kuvunwa itakapofika, kila mmoja atavunwa kulingana na kile alichokipanda. Swali ni hili, umepanda nini? Na unachokipanda utavuna nini? Kama ni wema, utavuna uzima wa milele. Kama ni uovu, utapotea milele. Na hivyo wakati wa kujitayarisha ni sasa. Lazima ujiulize ni nini unachopanda na ni nini unachotarajia kuvuna. <coughs> Sikiliza, maneno haya. Nimetangulia kusema kwamba wanaodhiaki katika wakati huu, neno la Mungu linapohubiriwa, watumishi wa Mungu wanapohubiri wakidhiakiwa na kutukanwa, hata wakati mwingine wanaambiwa anaposema neno la Mungu la kweli ana anarudishiwa maneno ya dhiaka: unajifanya unajifanya ndio mtakatifu unajifanya wewe, sijui ndio nani, basi tutakuona ukienda mbinguni na mimi nitaenda. Wengi wanadhiaki kwa namna hiyo. Sasa sikiliza Wengi wanadhihaki marejeo ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Wengi wanadhihaki mafundisho ya Mungu ikiwemo Roho Mtakatifu, wakimkataa wanadhihaki, lakini wakati huo huo wanamwamini dereva wa gari, wanamwamini nahodha wa meli <coughs> wanamwamini, wanamwamini uh, uh, pilot katika ndege. Wanamwamini na wanajaa kwenye ndege, wanajaa kwenye basi wanamwamini lakini, habari ya Mungu, Mungu anaposema neno lake, neno lake linapohubiriwa, watu wanalidhihaki. Nenda huko mabarabarani, watu wanahubiri neno la Mungu, watu wanadhihaki, wanapita tu kana kwamba wanapita kwenye mizoga, ili hali neno la Mungu inahubiriwa watu wameliacha. Biblia inabainisha katika kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na nne kuanzia mstari wa thelathini na sita na kuendelea ya kwamba, kama zilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa wakati ule wa Sodoma na Gomora, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa nini watu wanazidi kuzama katika anasa? Kila siku inavyozidi kwenda ndivyo watu wanavyoamka na ubunifu mwingi zaidi juu ya anasa za ulimwengu huu. Sasa sikiliza, watu wa kipindi cha gharika ni mfano mzuri wa watu waliomdhihaki Mungu, na matokeo yake wale waliodhihaki ndiyo baadaye walisikia walisikika wakisiki, wakilia na sauti zao zikisikika wakimuita Nua wafungulie safina mlango wa safina Nuhu naye kwa kulijua ile wakawambia, si mimi niliyefunga bali ni Mungu aliyefunga. Wale wale waliomdhiaki ndio waliomwambia Nuhu awafungulie, lakini sikiliza, ni wale wale pia wanaomdhiaki Mungu katika wakati huu ndio watakaolia wakati wa mwisho, ya kwamba tulijua hukumu za Mungu zitakuja lakini hatukujua kama zingekuja mapema kiasi hiki. Na maneno haya watakuwa wanalalamika aidha kwa viongozi wa kidini, aidha kwa watumishi wa Mungu kwa maana ya wachungaji wa, wainjilisti na kadhalika, watu watalia wakirudisha maneno ya namna hiyo, lakini itakuwa ni hatari katika kuchelewa. Maana watakuwa wamekwisha kuchelewa, na hakuna wokovu tena. Na kwa sababu hiyo kitakachotokea ni nini? Ni kuangamia. Kwa hiyo wakati ni sasa. Ikiwa kuna wakati wa kujitayarisha, wakati huo ni sasa. Na kwa sababu hiyo kila mmoja anaitwa, anaitwa kusimama Waliomdhihaki Nuhu ndio waliomwita Nuhu awafungulie mlango wa safina. Wanaodhihaki neno la Mungu leo ndio wale watakaolalamika, tulijua hukumu za Mungu zitakuja lakini hatukujua kama zingekuja mapema kiasi hiki. Watu wengi walilia. Na hivyo swali ni hili: kila siku inayopita inatuleta karibu na karibu na mwisho. Je, kila siku inayopita inatuleta pia karibu zaidi na Mungu? Lazima tujioji kila siku inayopita inatuleta karibu na mwisho. Je, inatuleta pia zaidi karibu na Mungu? Sikiliza. Wakazi wa kipindi cha Nuhu walifanyaje baada ya kusikia mahubiri ya Nuhu miaka mia moja na ishirini kwamba gharika ingekuja katika dunia? Watu walidhihaki. Sikiliza walichofanya. Mungu adhihakiwe? Na ikiwa kuna dhambi ambayo, miongoni mwa dhambi zitakazowakosesha wengi uzima wa milele, ni dhihaka. Kudhihaki neno la Mungu, kudhihaki ukweli wa Mungu, kudhihaki watumishi wa Mungu pale wanapotuita kutoka dhambini na kuelekea katika uzima wa milele. Sikiliza. Watu wa Noa wa kipindi cha gharika walifanyaje? Anasema hivi. Anaandika maneno haya. Wakati wa uwanda wa Sinai hawakuamini agano la Mungu kwamba hataleta tena gharika juu ya nchi wengi wao walikana uwepo wa Mungu na kudhani kuwa gharika ilikuwa ni matokeo ya nguvu za asili. Wengine waliamini juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu na kwamba ndiye aliyewaangamiza watu wa ulimwengu ule kabla ya gharika, na mioyo yao, kama ulivyokuwa moyo wa Kaini, ikajiinua katika uasi dhidi yake. Lengo moja lililokuwa mbele yao katika kujenga mnara huu lilikuwa ni kutafuta usalama wao wenyewe, iwapo gharika nyingine ingekuja. Wakatengeneza minara kwenda juu, kwamba wangejificha huko juu. Naona watu wanavyomdhihaki Mungu na kumtukana Mungu, ndivyo na wakazi wa dunia hii walivyo katika wakati huu. Hawakumbuki ha, hawa, hawa wengi, tunasahau sana matukio yaliyopita tunadhani ni hadithi tu za uongo, ni hadithi ni visa vya kubuni, hatujifunzi. Na unajua miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya wengi kutilia hata marejeo ya Kristo mara ya pili ni kuto kujifunza Biblia. Yenyewe inabainisha wazi kwamba kama zilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Watu walikuwa wakila, watu walikuwa wanakunywa kunywa, wakioa na kuolewa, kila anasa, na hata ile siku ambayo Nuhu aliingia katika safina, hawakuitambua. Sasa sikilizi sikiliza kwa kujenga jengo hilo kwa urefu sana kupita viwango kilichofikiwa, kilicho, kilicho na maji ya gharika, walifikiri kujiweka mbali zaidi ya, ya uwezekano wa kufikiwa wa kufikwa na hatari, na kwa kuwa wangeweza kupanda hadi maeneo ya, ya mawinguni, walitumaini wangeweza kutambua chanzo cha gharika kazi yote hii ilikusudiwa kutukuza zaidi kiburi cha wasifu wake na kuzigeuzia na kuzigeuzia mbali na akili za za na za, za, kuzigeuzia mbali na Mungu akili za vizazi vijavyo na kuwaongoza katika ibada ya sanamu. Patriarchs and Prophets ukurasa wa mia moja kumi na nane na mia moja kumi na tisa maneno haya yanaandika. Lakini bado anasema, wengi wenye kushuku leo wanapuuza kisa cha gharika wakidhani ni hadithi ya kubuni mara nyingi, kulingana na makisio ya kisayansi kuhusiana na sheria za asili zinazojulikana. Hili si jambo jipya. Ulimwengu huo kabla ya gharika waliwaza kwamba kwa karne nyingi sheria za asili zilikuwa zimeratibiwa kiasi cha kutobadilika. Majira yaliyojiru, ma, majira yaliyojirudia rudia yameendelea kuwa kwenye kwenye utaratibu wake ule ule wa kawaida hadi wakati huu. Mvua ilikuwa haijawahi kunyesha, ardhi ilikuwa ikimwagiliwa maji kwa ukungu au umande. Mito ilikuwa haijawahi kamwe kuvuka mipaka yake, lakini ilikuwa ikipeleka maji yake katika bahari huku ikiwa shwari. Amri zisizobadilika zilikuwa zilikuwa zimezuia maji yasifurike kwenye kingo zake. Katika kitabu kile cha Patriarchs and Prophets ukurasa wa tisini na sita kabla ya gharika, watu walitoa hoja yao kwamba gharika isingeweza kuja kamwe, kutokana na uelewa mbaya wa ukweli huo. Baada ya gharika, kutokana na uelewa usiofaa juu ya ukweli huo, walitoa hoja kwamba haiku haikuwahi kuja mwanzoni, na hivyo walitumia uzoefu wao kulingana na akili zao za kishenzi, wakiamini ya kwamba kwa kuwa huko nyuma mvua haijawahi kunyesha, ndio uzoefu waliokwenda nao, ni kama wale watu wa kitabu cha Petro wanaosema mbona ngali inakaa vile vile tangu enzi za babu na mababu tulisikia kuja kwa Yesu mara ya pili, atakuja mbona haji hata sasa? Yaani watu wanaotumia uzoefu wa hali ya nyuma kukadiria kukadiria kwa kile kinachojea ulimwengu. Na matokeo yake ni nini? Wengi watapotea, pamoja na kwamba walikuwa na nafasi ya kuokolewa, kwa sababu ya kudhihaki kwao, kwa sababu ya kudharau, kwa sababu ya kiburi, wengi watapotea na kufungiwa nje na kukosa uzima wa milele. Ukweli ni kwamba wakati ni sasa ikiwa tunahitaji kuokolewa huu ndio wakati wa kuigeukia ngome ya wokovu ili ya kwamba saa itakapofika asiwepo wa kusema kwa kweli kwa nini niliendea kucheza dhambini wakati niliyajua haya huu ndio wakati wa kuishikilia nuru ya kristo ili tuongoze katika ukamilifu wazee na manabii sehemu ya kwanza ukurasa wa sabini na tisa watumishi wa mungu anapaswa kuwasilisha ulimwenguni ujumbe kama huo huo katika siku za mwisho nao pia utapokelewa kwa mioyo ya kutoamini na dhihaka kama ilivyokuwa siku za huko nyuma. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndicho kinachoendelea katika ulimwengu huu. Alikuwa mtu aliyekemea dhambi bila hofu, wakati ambapo aliwahubiri watu wa wakati wake juu ya upendo wa Mungu katika Kristo na kuwasihi waache. Waache njia zao mbaya. Alikemea uovu ali ulioenea uli na kuwaonya watu wa kizazi chake kwamba hakika hukumu ingebatilizwa kwa, mu, kwa muasi. Ni roho ya Kristo ndiyo iliyonena kupitia Henoko. Roho huyo hudhihirishwa siyo tu katika maneno ya upendo, huruma na nasaa, sio mambo mazuri tu, tu yanayotamkwa na watakatifu. Mungu huweka ndani ya mioyo yao na midomo ya wajumbe wake watakatifu kweli za kusema ambazo ni kali na zinazochoma moyo kama upanga ukatao kuwili. Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa uh, wa sabini na tisa. Maneno hayo yanaandikwa. Na hivyo wakati tulio nao ni sasa wa kujiweka tayari, tukijua ya kwamba saa tusioidhani mwana wa adamu anakuja, viaka haipaswi kuwa na nafasi miongoni mwa wale wanaoitwa Wakristo na wanatakiwa kujiandaa na kujitayarisha wakinyenyekea kila siku, kila itwapo leo, wakizidi kunyenyekea mbele za Mungu. Kila siku ipitayo hutuleta karibu zaidi na mwisho. Je, hutuleta pia zaidi karibu na Mungu? Je, tunakesha katika kuomba? Wale ambao tunashirikiana nao siku kwa siku huhitaji msaada wetu na uongozi wetu. Huenda wakawa katika hali ya moyo ambao neno moja kwa wakati wake litaingizwa moyoni na Roho Mtakatifu kama msumari mahali palipo imara katika kitabu cha Kutaarisha Njia, sehemu ya kwanza, ukurasa sabini na saba na ile paragrafu ya nne, maneno hayo yanaandikwa: katika njozi ya usiku, wa maono ya ajabu sana yalipita mbele yangu. Naliona mpira mkubwa sana wa moto ukianguka miongoni mwa majumba mazuri na kuleta uharibifu wao. Ghafla nalisikia mmoja akisema, tulijua kuwa hukumu za Mungu zitakuja juu ya nchi, lakini hatukujua kwamba zingekuja upesi hivi wengine kwa sauti za maumivu makali wakasema, mlijua, mbona basi hamkutuambia? Sisi hatukujua, hatukujua. Kila upande nikasikia maneno ya lawama yakisemwa. Kutayarisha njia a ukurasa wa sabini na saba paragrafu ya kwanza, wengi watalia, wengi watahuzunika ya kwamba tulijua lakini hatukujua kama zingekuja mapema kiasi hiki. Lakini pia mlijua, mbona hamkutuambia? Nami nipo hapa kukwambia ili ya kwamba usije kwa miongoni mwa wapotevu, usije kwa miongoni mwa watu watakaopotea ili hali nafasi utakuwa nayo, unayo hata sasa. Na kwa sababu hiyo, je, umesimama katika upande gani? Je, umesimama katika upande wa wema ama upande wa uovu? Ni nani anayeshikilia maisha yako? Je, umejiweka tayari? Je, unakesha kwa ajili ya ujio wa Kristo mara ya pili ama utakuwa miongoni mwa watu ambao kwa sababu ya dhihaka zao wakati neno la Mungu lipokuwa linahubiriwa, utajikuta umechelewa. Kutakuwepo na hatari katika kuchelewa kwa wale wote waliodharau, waliodhihaki, waliojawa kiburi, wakadhihaki juu ya marejeo ya Kristo. Na miongoni mwa mambo yanayodhihakiwa ni kuhusu kuja kwa Kristo mara ya pili, kama ambavyo Nuhu alidhihakiwa katika habari ya kuingia katika safina kipindi kile, ndivyo ilivyo katika wakati huu. Watu wanadhihaki marejeo ya Kristo. Watu wanakwambia, unapozungumza neno la Mungu, anakwambia wewe, tafuta pesa, umaskini unakusumbua wewe, tafuta pesa, hali yako ni ngumu ya maisha, ukipata pesa utahubiria watu hizo habari. Lakini sikiliza, mpendwa, saa inakuja iliyo dhahiri. Neno la Mungu halijawahi kudanganya. Neno la Mungu halijawahi kudanganya. Neno linaposema kama zilivyokuwa nyakati za Nuhu ni kuturejesha akili zetu nyuma, ili ya kwamba tuweze kutambua ni nini tunachopaswa kukitenda katika wakati huu. Na hivyo nafasi ingalipo, katika siku hii ya leo tafakari mienendo yako, Tafakari njia zako, ya kwamba je, utafungiwa nje ama utakuwa miongoni mwa wakombolewa. Wakati ni sasa, saa ya kujitayarisha ni sasa, saa ya kujiandaa ni sasa. Wakati unaokubalika wa kujiweka tayari ni sasa, maana utafika wakati hakutakuwepo tena na mahubiri, hakutakuwepo tena na neno la Mungu. Na hivyo wakati wa kujiweka tayari kwa marejeo ya Kristo mara ya pili ni sasa. Usijokaa miongoni kama wale watu waliokuwa kipindi cha gharika. Na ndipo Nuhu, baada ya kuhubiri kwa muda huo wa miaka yote mia moja na ishirini, ndipo sasa baadaye akaigeukia familia yake, akaamua kuokoka yeye na familia yake pekee. Saa itafika, saa itafika ulimwengu utakapomtukana Mungu, ulimwengu utakapomdhihaki Mungu, kila mmoja atabaki kuokoa familia yake. Wachungaji watabaki kuokoa familia zao, wainjilisti watabaki kuokoa familia zao, walei watabaki kuokoa familia zao, wahubiri watabaki kuokoa familia zao. Kila mmoja atageukia familia yake, maana ulimwengu utakuwa umezama dhambini. Wakati binti huyo anaamka, anaamka kuchukua mapambo yake ili kuweka sura yake vizuri, hapo ndipo mlango wa rehema utafungwa. Wakati huyo akiamka na biashara zake na mipango yake ya kibiashara, hapo ndipo mlango wa rehema utafungwa. Swali ni hili, mlango wa rehema utakapofungwa mlango wa rehema kwa ajili ya wokovu wako utakapofungwa utakuwa mahali gani? Je, utafungiwa ndani ya ngome ama utafungiwa nje ya ngome? Ni maeneo mawili tu utakapokutwa, utakapo, aidha ukutwe ndani ama ukutwe nje ya ngome. Ni wapi utakapokutwa? Kumbuka, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unapanda na unajitayarisha, una, una kuvuna nini wakati wa mwisho? Ni nini unachopanda katika wakati huu? Je, ni chuki? Je, ni uovu? Je, Jeni kiburi? Jeni dhihaka? Mungu anahitaji tupande wema, Mungu anahitaji tupande unyenyekevu, Mungu anahitaji tupande utii na kulitii neno lake, tukijua ya kwamba saa tusiyoidhani mwana wa Adamu atakuja hivi punde. Na hivyo wakati wa kujitayarisha ni sasa. Usiwe kama watu wa kipindi cha Nuhu waliodhihaki, na matokeo yake. Kama wangeingia safinani kusingekuwa na tabu lakini walimcheka Nuhu katika kuhubiri kwake, walimdhihaki kwa maneno waliyoyajua wao. Wakamwambia kwamba kama mvua itanyesha, tutapanda juu ya milima mikubwa, tutapanda juu ya miti mirefu. Lakini ajabu ni kwamba mvua iliponyesha, muda ulipofika, ghadhabu ya Mungu ilivyoshuka, mvua ilinyesha juu na chini, vya chini vikawa vinaharibiwa, vya juu vikawa vinateketezwa, kila kimoja kikagharikishwa na hivyo kwa kuwa Mungu aweze kuleta ghadhabu bila kuleta maonyo, huu ndio wakati wa kupokea maonyo, huu ndio wakati wa kupokea maelekezo ili kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Wakati unaokubalika ni sasa. Unajiandaaje katika wakati huu wa mwisho? Je, utakuwa miongoni mwa wakombolewa ama utakuwa miongoni mwa watakaopotea kwa kudhihaki sauti ya Mungu? Wakati wa kujiandaa ni sasa, wakati wa kujitayarisha ni sasa. Mungu akubariki unapotafakari maneno haya, jiweke tayari kuonana na mungu wako. Maana muda si mbali, Yesu anarejea. wa kujiweka tayari, huu ndio wakati wa kujiweka sawa, huu ndio wakati wa kujiandaa kwa kile kinachojea ulimwengu. Saa ya kujiandaa ni sasa, hakuna wakati mwingine, wakati ni huu. Yesu anakuja kuchukua wadhambi walioachana na dhambi, sio wadhambi wanaoendelea na dhambi, na hivyo wakati ni sasa. Mungu akubariki, Mungu atubariki kwa jina la Yesu amen. Tuombe. Asante Baba wa mbinguni Ukweli ni kwamba tutakachopanda ndicho tutakachovuna. Sasa tusaidie, tuweze kupanda yaliyo mema, ili tuvune uzima wa milele. Yesu unakuja, tunaomba utusaidie, tunyenyekeshe, utuepushe na dhambi ya kudhihaki na kiburi, maana vitapelekea kutukosesha uzima wa milele. Tulinde na utuongoze, ni katika jina lake Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mungu akubariki. Karibu kwa wakati mwingine, panapo nafasi. Bwana awe pamoja nawe.